Inakuwaje mshikaji wangu, mwanangu wa dhahabu, ambaye mimi ahadi yangu kwako ni moja tu, kukupatia burudani na kukufanya uchague kwamba YouTube channel ya Global TV Online ndio iwe YouTube channel yako kale ya burudani za entertainment. So cha kufanya make sure kila muda kila sekunde kila dakika una subscribe kwenye YouTube channel ya Global TV Online. So hapa ndo sehemu pekee ambayo utapata zile kali zote za entertainment. Mimi ahadi yangu ni kukufanyia wewe burudike. Bado niko kwenye Love, Melodies and Light. Hii ilikuwa ni special event kwa ajili ya Baraka The Prince, JUX pamoja na Ben Pol. Najua wengi mlikuwa mmeiona, wengi mlikuwa mnaona masta anafanya interview lakini hamkujua ilikuwa inamaanisha nini. Ilikuwa ina maana gani? Kwa nini we JUX Ben Pol pamoja na Baraka The Prince? So, mimi chakufanya nikakutengenezea exclusive wewe mshikaji wangu mwanangu wa dhahabu, ambaye anajua kila siku umeiaminia Global TV kwa upande wa burudani za entertainment pamoja na habari, yani umeichagua kwamba ndio YouTube channel yako kale ya kufanya wewe burudika. Na mimi chakufanya nataka wewe kila siku enjoy, sitaki kupoteza furaha yako. Nataka ufanye kwamba hii ndio sehemu yako, iwe kituo chako kikubwa cha burudani. So ninaye JUX, ninaye Baraka The Prince, naye Ben Pol. Ben Pol, hivi Love Melodies and Lights itaendelea ama ndo imetokea mara moja? E, ishu ni endelevu, ni ishu kila mwaka. Ishu ni kila mwaka tunao watu ambao wako nyuma yetu of course, ambao pia ndo wengine wasemaji no, wa zaidi watasema next year itafananaje na vitu kama hivyo, lakini e ishu ni yakiishu kila mwaka. Je, Baraka usha kufanya show kali kama hii e? Kifupi mimi sijawahi kukutana na show kama hii. E. yaani sijawahi kuona show au sijawahi kufanya show classic ambao ina kila aina ya vigezo vya kuita show classic kama hii. Kwa hiyo kwanza watu walivyokuwa ni watu ambao wana enjoy hata ukiwaona. Yaani wana enjoy show. So zile show tu watu wameshangilia tu ndio wameshangilia lakini show leo yaani ni watu walikuwa wana enjoy show. Dukes vipi na wewe kwenye hii Love Melodies and Lights? Hii Love Melodies and Lights ilikuwa inamaanisha nini kwa yule mtu ambaye alikuwa hajui? Uh, Love Melodies and Lights naweza nikasema It's one of the big shows ambazo zimesha kufanyika. Nadhani watu waliokuja leo wameona kitu ambacho tumewaandalia, wengi wameondoka wameenjoy. Tumefanya yani, haikuwa tu ni show ya yani tumekisia, ni maandalizi yalikuwa mazuri, maandalizi makubwa. Kwa hiyo, kwa hiyo shout out kwa wote, Ben Pol, Baraka, mimi mwenyewe kwa kazi ambayo tumeifanya. Naamini watu wameenjoy sana. Na hii show nadhani itakuwa kila mwaka. Na nia yetu ni kufanya show za aina hii tu, sio zile show ambazo ambazo tu uwanjani kuna watu, wanakuwa, hawawezi kuja. Kuna watu leo, kama mamangu. Lakini leo sana vipi nimeanza kuimba collab ya nyinyi watatu pia, yangu, yani, kwa kifupi, wa pia tuna collaboration nadhani tumeshafanya mimi Jux, na Ben Pol, kama tatu hivi before hata tujafikiria kufanya hichi kitu. Kwa hiyo hii kitu tulifikiria muda mrefu, uh, tuli, uh, alijafika kwenye uongozi lakini bahati nzuri uh, Fauzia akawa ametuai na kutufikiria, kutuandalia kitu kama hichi. Na nimefurahi sana kime yani, imekuwa ile kitu ambacho tulikuwa tunafikiria kufanya. Kwa hiyo combination wetu kuna nyimbo tayari ambazo zipo Uh, ikiwemo nyimbo ya DJ Diongi na nyimbo zingine nyingi ambazo tunaendelea kufanya kati yangu mimi na brothers Jux na Ben. Watu wategemee tu. Zinakuja, inakuja, yani project ya Baraka, Jux na Ben. Ben, Je, Pol, kwenye hii Love Melodies and Lights, umepata kitu gani? Kwanza, inaipa, inaupa uhai muziki, muziki especially muziki wa live. Umeona, inaupa uhai muziki wa live, inaupa uhai muziki wa zamani una, ina, ina, pia, kama umeona kuna segment ya kutoa tuzo ama kutoa uh, appre certificate ya appreciation kwa wakongwe wanamuziki wakongwe ambao walikuwa na impact fulani kwenye jamii huko nyuma. Kwa hiyo hii pia inakuza muziki, inatukumbusha kuthamini lulu ama uh, muziki na wanamuziki wetu ambao wa, wa, wa, wa, tunao Tanzania, tumejaliwa. Baraka, na wewe unataka uelezee love

ticket za VIP VIP na zote kwa kwa kiasi hii, ni ni ni historia historia nyingine nyingine nyingine imeandikwa. imeandikwa zinatokea ga zinafanyika show show lakini hiyo. Kwenye usiku wa Love Melodies and Light, pia nilikuwa nimekutana na Martin Kadinda. Huyu ni designer mkubwa uh, kutoka Bongo mshikaji, amejiongeza a anapiga mtonyo sana kwenye upande wake wa ubunifu. So, uh, Martin Kadinda pia alikuwa anataka iongele Love Melodies and Light nimekuandalia mshikaji wangu, mwanangu wa dhahabu ya kukufanyia burudiki, wewe mpenda burudani kama mimi. so, exclusive kwa ajili ya LML, inamaanisha Love Melodies and Light. Asante sana kwa timu yangu ambayo ninashirikiana nao kuziandaa hizi zote kali. Yaani, ukiona burudani yote imedondoka kwenye Global Online TV, ujue basi nyuma kuna timu yangu, naanza na Sandra Brown Amusa, Mateja, Amani Madebe, Edwin Lundege pamoja na Aziz na Kelvin Mosha. Shout out for you guys, nimeitisha sana, nyinyi ni timu kali, mnaandaa kali zote zinazopitia hapa hapa Global TV Ilikuwa exclusive special wewe wa mshikaji wangu mpenda burudani kama mimi, yani LML LML Love Love Love Melodies Melodies Melodies and and and and Lights ilikuwa ilikuwa ilikuwa ni so so, asante sana hii pia pia kwa kwa mshikaji wangu ambao ulikuwa ulikuwa umeikosa hata kama kama umeiona lakini hukujua na maana gani, na maana gani nini so, ulikosa kuona matukio ya ya ya, angalia YouTube YouTube channel channel Global Global TV TV Online, show zote alizofanya JUX, Ben Pol pamoja na Baraka The Prince. Msingi fanya kila saa, kila dakika, kila saa dakika sekunde, nenda mii Subscribe, like, comment, hiyo itanifanya mimi ni kuhudumia habari kali za entertainment kila saa. So wewe, mimi sikuangushi. Wewe ni mwanangu wa dhahabu, mimi ni mwanao wa dhahabu.